Je, mtazamaji unajua kwamba hali ya hewa ya sayari yetu inategemea bahari? Bahari hii imefunika asilimia sabini ya dunia. Bahari inazalisha oksijeni, bahari inakabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, bahari inasaidia viumbe hai wa baharini. Bahari ni riziki kwa binadam, lakini pia hutoa chakula. Lakini bahari hii inakabiliwa na vitisho mbalimbali mbali, vitisho ambavyo washikadau mbalimbali wakiwemo wanasayansi wamekutana Nice, Ufaransa, kwa wiki moja kujadili masuala mbalimbali, lakini pia kuangalia ni jinsi gani washikadau watatumia njia ama mbinu endelevu kuhifadhi bahari hizi. Na baadhi ya vitisho hivi kwa bahari, mmoja ni mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko haya ya hali ya hewa yanafanya joto la bahari kuongezeka na joto hili la bahari likiongezeka linafanya miamba ya matumbawe kuchubua, na yakichubua, hii ni kwamba makazi ya samaki yameharibiwa. Pia mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha tindikali ya bahari kupanda na kina cha bahari pia kupanda. Tishio lingine ambalo bahari inakabiliwa nalo ni uchafuzi wa plastiki na takribani tani milioni nane za plastiki huwa zinaingia baharini na zikiingia baharini viumbe hai wa baharini watazimeza, lakini wakati mwingine zitasababisha kifo na majeraha. Tishio lingine ambalo bahari inakabiliana nazo ni uvuvi unaopitiliza. Uvuvi huu wakati mwingine ni uvuvi haramu, na takwimu zinaonyesha kwamba siku zijazo, iwapo swala hili halitazingatiwa, basi kutakuwa na plastiki nyingi baharini kuliko vile samaki wapo baharini. Tisho lingine kwa bahari zetu ni uharibifu wa makazi ya nyumba za samaki, ambapo tulisema kwamba joto likiongezeka baharini linachubua miamba ya matumbawe ambayo ni nyumba za samaki, na samaki zinapungua baharini. Tishio lingine kwa bahari ni uchafuzi kupitia kemikali na mafuta na pia majitaka kutoka kwa viwanda, ambayo yanapunguza oksijeni ambayo sana hutegemewa na viumbe wa bahari. Lakini tishio lingine ambalo linazungumziwa ni kelele chafuzi Hili ni suala ambalo halijazungumziwa sana lakini, katika mkutano huu wa Nice, Ufaransa, limezungumziwa. Kelele za chini ya maji kutoka kwa meli, kuchimba visima huwa vinavuruga mawasiliano na ubaharia na kuzana kwa viumbe baharini. Mtazamaji, ili kulinda bahari zetu, wanasayansi wana mazingira wanapendekeza kwamba kupunguza matumizi ya plastiki na kuboresha usimamizi wa taka, lakini pia kutekeleza uvuvi endelevu na maeneo tengefu baharini, lakini pia kupunguza hewa chafuzi, kufanya urejesho wa mikoko na miamba ya matumbawe, lakini pia kuongeza hamasa na kuunga mkono sera zinazofaa kwa bahari zetu.